Ufunuo ndio mlango wa kuingilia kwenye baraka. Ufunuo ni mlango wa baraka kwa mtu. Kweli ya Mungu ni mlango wa baraka kwa mtu. Yohana sura 16, 17 na 18. 16 Petro anasema wewe ndiwe masihi mwana wa Mungu aliye juu. 17 Yesu anasema, heli wewe Petro, nyama na damu havikukufunulia haya, ila Baba yangu aliye mbinguni. Neno "heri", unapoona neno heri kwenye Biblia linasimama badala ya neno amebarikiwa au umebarikiwa, Kiingereza blessed. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, Mungu anamwambia Petro, umebarikiwa ewe Petro, kwa sababu ya kupata ufunuo huu wa mimi ni nani kwako kwa kibinafsi, umebarikiwa. Na mara nyingi nimekuwa nikikwambia kwamba baraka ni kitu ambacho hakionekani kwa jinsi ya mwili, ni kitu cha kiroho. Baraka sio vitu wala sio mwonekano. Mwonekano au vitu ni matokeo tu ya baraka, lakini baraka sio vitu, vitu wala sio mwonekano. Kwa unaweza kaa hauna vitu wala una mwonekano kama vile umebarikiwa, lakini umebarikiwa. Baraka ni nguvu ya kiroho katika ulimwengu wa roho inayoachiliwa ndani ya mwanadamu ya kumsaidia kwenye maeneo mbalimbali ya maisha yake kuzalisha vitu kwa jinsi ya mwili au kumfanya awe vile ambavyo Mungu amekusudia awe. Hiyo ndio baraka. Ndio maana kwenye Mwanzo sura ya kwanza mstari ishirini na sita hadi ishirini na nane, Mungu akasema natumfanye mtu kwa mfano wetu anasema akamuumba mwanamke na mwanamume aliwaumba kwa sura yake na kwa mfano wake. Mstari wa ishirini na nane akasema, Mungu akawabariki, Mungu akawaambia. Alipowapa yale maelekezo, hakuwapa vitu kwa jinsi ya mwili. Anasema Mungu aliwabariki, Mungu akawaambia. Kwa hiyo, Mungu aliachilia nguvu ya kiungu ndani. Alisema, Mungu akawabariki, alikuwa anaweka anadepositi nguvu ya kimungu ndani yao ambayo itawawezesha kuzalisha yale ambayo anayasema au anayaachilia kwao kwaooga nyingine alikuwa anaachilia ya nguvu ndani yao ya kuwafanya wawe vile ambavyo Mungu anataka wawe na hiyo ndio iliyomsaidia pia Adamu. Mungu alipomletea wanyama ile baraka iliyokuwa ndani yake iliingia kumsaidia. Ndio maana Kumbukumbu ya Torati sura ya nane, sura ya kumi na nane inasema nawe mtamkumbuka Bwana Mungu wako, kwa maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri. Kumbuka nini, ile nguvu ni baraka ya Mungu. Kwa alipomwambia Petro, umebarikiwa ewe Petro Makini alikuwa anaachilia nguvu ndani, anamwambia Petro, ufunuo unaokuja kwa mtu hauji kimya kimya, unakuja na nguvu za kwangu ndani yake, unakuja umebeba nguvu za kiroho ndani yako. Unapopokea ufunuo unapokea na nguvu za Mungu za kukusaidia kuzalisha kile kitu ambacho kimefunuliwa kwako. Ukisoma kitabu cha Luka sura ya kwanza, wakati malaika Gabrieli anamtokea Zakaria, yuko hekaluni anafanya ibada, alimwambia kwamba Mungu anakujibu maombi yako, mkeo Elizabeth. Atapata mimba atazaa mtoto, utamwita jina lake Yohana. Akampa na kazi pale, atafanya kazi moja mbili tatu, ataandaa njia kwa ajili ya Yesu Kristo kuja. Angalia swali alilouliza Zakaria, aliulizaje? nitapataje kujua neno hili? Malaika akamwambia mimi, mwanzoni malaika ajichamusha, baada ya pale akamwambia, akasema mimi ni Gabrieli, ni ninayesimama mbele za Mungu, nami nimetumwa nikupe ujumbe huu, lakini utakuwa bubu hautaweza kuongea mpaka siku yatakapotimia haya, kwa sababu hujaliamini neno la Mungu. Ukienda mbele sura hiyo hiyo ya kwanza mstari wa 34 35, ukisoma Mariamu anamwambia maraika nani? Maraika yule yule Gabrieli anamwambia litapataje neno hili, na mimi simjui mume. Maswali mawili tofauti. Zakaria aliuliza nitajuaje neno hili, Mariamu anauliza litatokeaje neno hili, na mimi sijawahi kuonana na mwanaume. Ni maswali mawili tofauti. Mariamu anasema ninaamini kabisa, inawezekana, ila sasa ndio linatokeaje, make nini? Ninaomba mchakato, kitu gani kifanyike, nielezee zaidi kuna wajibu wa mimi kufanya. Huku, Zakaria yeye anasema, mimi siamini, kwa sababu kule Mariamu anamwambia hivi, kwa sababu hukuliamini. Maana kile neno alisema kwamba nitajuaje neno hili, anasema nitajuaje. Mariamu hakusema nitajuaje, anasema litawezekanaje, kwamba ninajua Mungu naweza, ninajua naweza ukaleta mtoto ndani yangu ambaye ni Mungu, najua haya mambo mimi nawasema yatafanyika, lakini nataka kujua mchakato. Zakaria hana shida na mchakato, ila yeye ndani yake haamini kabisa kwamba inawezekana, nalimwambia nitajuaje neno hili, maana mke wangu ni mzee na mimi ni mzee, hatuwezi kupata mtoto pita huo umri, malaika akamwambia, kwa sababu hukuliamini. kwa lugha nyingine ni kwamba kwa sababu halijafunuliwa kwako, kwa sababu halikufunuliwa kwake, akashindwa kupokea zile nguvu za kuliachilia kwake. Mariamu alipoliamini na nguvu iachiliwa kwake, aliposema litafanyikaje? Malaika akamwambia, Roho wa Mungu atakuja juu yako na nguvu zake aliyejuu zitakufunika kama kivuli. ai kwa, kwa sababu ufunuo unapokuja ukifunuliwa kwako, ukalielewa, ukalipokea, haliji kimya kimya, linakuja na nguvu za kulikamilisha, linakuja na nguvu za kuliwezesha, linakuja na nguvu za kulizalisha lionekane kwa jinsi ya mwili. Naye neno akafanyika mwili, naikona utukufu wake, utukufu kama unaona pekee atokea kwa Baba, aliyejaa neema na kweli. Ni baada ya kukubali neno lilokuja kwake, likafunuliwa kwake, likaachilia na nguvu ndani yake. Alipomwambia Petro, umebarikiwa Petro kwa sababu ya ufunuo huu, kwa sababu ya kujua mimi ni nani ni kwa kwako kwa kibinafsi, kuna nguvu zinaachiliwa kwako, kwa sababu anasema najua mwamba huu nitajenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Maka alikuwa anaambia Petro, kuna nguvu ya kwangu ya kiungu ambayo itaingia ndani ya maisha yako kwenye mifumo ya maisha yako kwa kiwango ambacho hata adui akisimama kukupinga atashindwa, kwa sababu ufunuo huu unaachilia nguvu ya ushindi kwenye maisha yako. Ndio maana napambana kila ukicha, nakuambia hivi, usipambane kukariri Biblia pambana kupata ufunuo ndani ya neno ambalo unalisoma. Unaposoma sura ya Biblia, unaposoma maandiko kwenye Biblia usiishie kukariri maandiko, tafuta ufunuo uliomo ndani ya maandiko. Ndio maana ukisoma Biblia kwenye kitabu cha ya cha Isaya sura ya kumi na moja ukisoma sura ya kwanza na wa pili na wa tatu anasema hivi litatoka chipukizi katika shina la Yesu na tawi yake tazama tunda, tunda na tawi hilo, anasema litatoka chipukizi katika shina la Yesu na tawi yake tazama tunda, na roho wa Bwana atakuwa juu yake, roho wa hekima na maarifa roho wa ufahamu na kumcha Bwana. Anapoongelea hekima maarifa na ufahamu, anaongelea ufunuo, sababu hekima ni matumizi sahihi ya maarifa sahihi mahali sahihi kwa wakati sahihi. Lakini ndio maana anaongelea hekima, anaongelea ufunuo, anaongelea ufahamu. Maarifa, ufahamu na hekima, anaongelea ufunuo. Kwa hiyo unapokaa kwenye maombi yako unatakiwa uombe, na Mungu alijua, na huyo alikuwa anamwongelea Yesu, Mungu mwenyewe alijua kwamba Yesu akija duniani bila kuwa na roho wa ufunuo juu yake, kwa sababu ukichukua hekima maarifa na ufahamu, jumla yake unapata ufunuo. Kwa hiyo Mungu aliachilia ali roho juu ya Yesu Kristo, ya kumsaidia kuoperate duniani kimungu na kiroho, kwa jinsi ya mwili, kwa njia, kwa njia ya kuachilia roho ya hekima maarifa na ufunuo na ufahamu ili nini ili Impe ufunuo. Ikimpa ufunuo kuna nguvu ambayo itakuwa inachiliwa ndani yake. Ndio maana alipoona watu zaidi ya elfu tano wana njaa hakwenda kutafuta wala kuomba Mungu, nifanyeje nifanyeje? Pale pale alibibi sema vile, aliwaambia wanafunzi wake huku akijua atakao lifanya. Alijua namna atakavyofanya, alikuwa anajua batani gani nibonyeze kwa wakati upi, ili nipote kuona ninachotaka kukiona. Ni sasa ukienda ukalala lodge roji hizi ambazo zimewekewa TV watu wameseti tu, hamna kingamuzi pale. Ukibonyeza namba moja nakuja channel fulani, mbili channel fulani. Ukikaa pale siku tatu siku nne umesha kalili. Unajua sio, nikibonyeza namba mbili nakuja TV, nikibonyeza namba tatu nakuja channel teni. Kwa hiyo Yesu na jua nikibonyeza button ipi ninaona kile nachotaka kukiona, kwani kwa sababu alikuwa anatembea na kupata katika roho ya ufunuo. Mungu alijua akienda bila hii roho ya ufunuo hataweza kutembea kiungu na kiroho, kwa jinsi ya mwili duniani, lazima niachilie kwanza ndani yake roho ya ufunuo, kwa sababu ufunuo unapoachiliwa kwa mtu unakuja na nguvu ya kutimiza yale mambo